Katika ulimwengu wa soka mabeki wengi hupewa jukumu la kulinda na kuhakikisha mashambulizi hayakatizi mpaka langoni, lakini Simba Sport Club wana kitu cha kipekee, mabeki waliogeuza beki kuwa sanaa ya mashambulizi: Shomari Kapombe Mr Penat na Mohamed Huseini baba asisti. Shomari Kapombe si mchezaji wa kawaida, ni yule jamaa unayemuona anaingia kama beki wa kulia lakini ghafla yuko boksi la adui akipiga mkwaju wa penalty kwa utulivu wa daktari wa usingizi. Katika kipindi chake chote cha Simba, Kapombe amefunga zaidi ya magoli kumi na tano, zaidi ya nusu ya magoli kumi na tano yakiwa ni mikwaju ya penalty, na wala usizarau hata penalty za pressure kama ile dhidi ya Yanga na Ahal. Huyu jamani, mwamba ana asisti kibao, takribani 18 asisti akiwa Simba na mara nyingi hutokea kwa overlapping line. Pasi zake zimekuwa ni sehemu ya mfumo wa kushambulia Simba akiwa na wastani wa asilimia 89 accuracy kwa mechi za KAFU msimu huu. Kapombe pia ni fundi wa kutuliza mchezo, anaweza kupiga pasi tatu kwa pasi ya ndoto kisha akaenda kupiga selfie na kamera ya KAFU. Mo Huseni ama kama shabiki wanavyopenda kutumia, Shabalala ndiye beki wa kushoto anayeweza kucheza kama winga bila kufifisha safu ya ulinzi kwenye mechi dhidi Almasli juzi, alionyesha kuwa bado ana kasi, akili na uwezo wa kupiga krosi zinazoomba tu kichwa cha Malon au Kanoti. Mohuseni tayari ana magoli kumi na zaidi ya 25 assist tangu ajiunge na Simba, na ni mmoja ya wachezaji waliobeba timu katika safari ndefu ya CAF Champions League na hata kutoa mataji kadhaa ya ligi kuu Tanzania. Na kwa rekodi, yeye ndiye mchezaji aliyecheza mechi nyingi mfululizo kwa Simba, zaidi ya 130, bila kupoteza kasi wala moyo. Katika mechi ya juzi dhidi ya Al Masry, mabeki hawa waligeuka kuwa wa wachezaji wa mbele Kapombe alipiga pasi ya hatari iliyozidi goli huku Mohamed muha, huku Hussein akicheza kama Messi wa upande wa kushoto. Pass accuracy ya Kapombe ilikuwa asilimia 93, na huku Mo akimalizia mechi akiwa na 7 case passes na 1 assist na tukumbuke kocha aliwapanga wawili hao kwa uhuru zaidi, kuwashambulia na kutumia wings back system, ikiwapa nafasi ya kupanda bila uoga. Hawa mabeki ni kama wifi ya bure unategemea sana. Ukimtoa Kapombe au mo useni katika kikosi cha Simba ni kama kuchukua beti ya remote, timu inashuka. Hawa ni mabeki waliogeuza nafasi zao kuwa za ubunifu, mashambulizi na hata leadership kwa sasa Simba ina bahati ya kuwa nao na mashabiki wana kila sababu ya kuwashangilia na kuwahifadhi kwenye memori ya soka la Bongo. Sasa ngoja nikujuze vitu vichache. Kapombe ana uwezo wa kufunga penalty kwa mguu wa kushoto bila kuangalia goli. Hii ni fani kabisa. Na Mohamed Hussein aliwahi kuacha beki wa timu pinzani, akakaa chini, akadhani gemu imeisha, kumbe Mohamed Hussein alikuwa tu anaanza kulain. Hii ni hadithi kwa ufupi kuhusu mabeki hawa wawili. Huyu ni Shomari Kapombe na Mohamed Hussein, na hii ni Memorata TV.